Wengi wanafikiri mafanikio ni lazima uwe na kipaji, bahati au fursa fulani kubwa, lakini sio kweli hata kidogo. Hebu fikiria, ni watu wangapi wana fursa, bahati na vipaji vikubwa, lakini hawana mafanikio? Leo nitakushirikisha ufunguo mahususi wa mafanikio, na mafanikio ninayozungumzia hapa ni katika eneo lolote unalopenda au ulilolichagua katika maisha yako. Kitu cha kufurahisha ni kwamba ufunguo huu kila mtu anao. Ukweli ni kwamba mafanikio siyo rahisi, si bahati nasibu au jambo la kushtukiza. Mafanikio ya kweli hayana njia ya mkato, yanajengwa. Miongoni mwa maswali maarufu zaidi duniani ni hili, nifanye nini ili nifanikiwe? Sasa ufunguo ninayokwenda kukuambia leo, wengi walioutumia kwa muda wa kutosha, maisha yao yamebadilika kabisa. Ufunguo huu ni bidii. Bidii ni uwezo wa kuendelea kuamini katika kile unachokifanya. Bidii ni uwezo wa kuendelea kusonga mbele hata kama hakuna kitu kinachotokea. Ni uwezo wa kukubaliana na changamoto bila ya kukata tamaa. Mwangalie mtu yeyote aliyefanikiwa kwenye eneo lake, hadithi yake ya mafanikio imejaa mikesha, kuvunjwa moyo, kukatishwa tamaa, machozi, maumivu, kushindwa, kukataliwa na kadhalika. Kwa bahati mbaya, mitandao ya kijamii sana sana inaonyesha tu matokeo ya hadithi hizi. Inaonyesha majumba, sherehe, magari, pesa, nguvu, ushindi, starehe na mambo kama hayo. Na cha kusikitisha, watu wengi wanaishi matokeo bila kupitia mchakato wenyewe. Mwishowe wanaishia kwenye madeni, maumivu na majuto makali sana. Maandiko matakatifu yanasema: Je, umemwona mtu mwenye bidii katika kazi yake? Huyo atasimama mbele ya wafalme, hatasimama mbele ya watu wasio na cheo. Methali 22 mstari wa 29. Video hii imeandaliwa ili kukuepusha na majuto na maumivu makali. Chagua kupitia mchakato kabla ya kuishi matokeo ya mafanikio. Chagua kufanya kwa bidii chochote unachokipenda tujifunze kwa mkulima mkulima huenda shambani kuvuna endapo aliotesha kitu hapo awali kama hakuotesha chochote atakuwa mwendawazimu kwenda shambani na magunia eti anataka kuvuna basi ni kwa nini watu wengi wanaishi matokeo bila kupitia mchakato wenyewe ili tu wapewe heshima tena isiyo ya kudumu maandiko matakatifu yanasema kuna mtu mwenye kujitajirisha lakini hana kitu kuna ajifanyaye kuwa masikini lakini ana mali nyingi Mithali kumi na tatu, mstari wa saba. Hebu kuanzia leo chagua kuwa kama mkulima. Nenda kwenye shamba lako, lima kwa bidii, otesha kwa bidii, palilia kwa bidii. Hata kama hakuna anayekuelewa wewe, unajua unachokifanya. Pambana, usijali wanasema nini, kaza buti, songa mbele, kisha baada ya muda utavuna matunda yake, na ushindi wako utasherekea kwa kishindo, na mafanikio yako yatakuwa ya kudumu. Kama umejifunza kitu kwenye video hii, like, subscribe, na share na wengine hii ili waweze kujifunza.